Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kupika skonzi za viazi vitamu. Pishi hili unapika kawaida tu kama unavyopika skonzi zingine. Kwenye bakuli nitaweka unga wa ngano, nitaweka hamira, nitaweka viazi vya viazi vitamu nimeviponda, nitaweka mayai kisha nitaweka sukari kidogo, nitachanganya kwa spidi ndogo kabisa kwa muda wa dakika moja. Nitasimamisha mashine, kisha nitaweka maziwa hapa. Nitakanda kwa spidi ya katikati kwa muda wa dakika tano. Dakika tano zikipita ntasimamisha mashine yangu tena. Hatua inayofata nitaweka mafuta, mimi nimeweka bata. Ntachanganya tena kwa muda wa dakika kumi mpaka unga uanze kutoka pembeni, mashine ionekane nyeupe pembeni. Kama hivyo hapo nitatoa, nitaanza kukwangua mashine yangu wa kutumia spatula, kwa sababu unga unanata. Nitaweka kwenye bakuli lenye mafuta, nitafunika, nitaweka pembeni kwa muda wa dakika thelathini. Dakika thelathini zikipita nitatoa, nita ukandamiza chini kutoa hewa. Nitaweka chini, yani kama mezani, sehemu ninayofanyia kazi, hapo nimepaka mafuta, nitaweka kisha nitakata kidogo, nitengeneze donge. Nitatengeneza donge, nitayaweka kwenye chombo changu cha kuokea. Hivyo nimeshayaweka yote, nitafunika tena, nitaacha kwa muda wa dakika ishirini. Dakika ishirini zikipita, nitafunua nitapaka maziwa, maziwa tu juu. Hayo ni maziwa ya kawaida tu. Nimepaka juu. Nikishapaka maziwa zinaonekana hivyo, nitaweka kwenye oven nyuzi joto 180 nitaoka kwa muda dakika 25 mpaka 30. Skonzi zetu zinaendelea kuumuka vizuri na zimeshaiva hapo, nitazitoa nitaziacha kwenye chombo hapo, zikiwa za moto nitapaka bata juu. Unaweza ukapaka mafuta yoyote tu hapo. Napaka bata vizuri kabisa na zinang'aa, si mchezo. Sio kung'aa tu na zilikuwa tamu. Hapo nimepaka bata, kisha ntazitoa niziweke kwenye rak ya kawaida. Hapo ndo nimezitoa ntazirudisha hapo kwenye rak, zipoe kabisa. Zikishapoa hapo, unaweza kukata kama unavyoona. Siku zetu zimeiva vizuri na ni laini sana pia, hazina sukari nyingi na ni tamu. Sasa ni muda wako wa kujilamba. Asanteni sana kuangalia video zangu, naomba usiache kulike, naomba usiache kusubscribe, pia naomba usiache kushare na watu mbalimbali. Sikonsizi pia ni nzuri sana kwa watu ambao wapendi sukari nyingi. Asante.